Kwa kwa kwa kwa leo baba, naona vitu wamejituma uwezo uwezo wao, wao, sababu tunajua kuna forward kwenye ngumu rais. Sasa pia namshukuru Mungu kutujalia afya njema, kupambana tumeweza kupata matokeo. Nini siri ya mafanikio mpaka umeweza kushinda? Ah, siri ya ya mafanikio kubwa ni cha kwanza tumeenda matokeo. baada kama kocha wetu moja kucheza kama kufanya mechi mechi mechi, ila leo pointi tatu. Sasa washabiki wenzangu wasikate tamaa, maana baro tunaweza baki baki, pia pia matokeo kwa Fredrick Aloizi A, ni msemaji wa timu hii hapa ya kata ya Nkende. Namshukuru Mungu kwa mechi ya leo. Mechi ya kwanza tulitoka bila bila, tulikuwa tumeibuka na pointi moja, lakini namshukuru Mungu, mechi ya leo tumepata pointi tatu. Ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia ni washukuru pia wachezaji na baadhi ya viongozi, lakini pia kumshukuru mheshimiwa diwani, Mheshimiwa Daniel mwana wa Komote, mara baada ya kuja na kutupa hamasa alitangaza kidogo kadau goli moja elfu ishirini goli la mzee na namshukuru Mungu tumeshinda kwa ushindi wa goli tatu na kupata pointi tatu. Mimi mchezaji kulingana mchezo. Mchezo ulikuwa ni mzuri. Kusema sababu game na Na na ya kuja kwa

ya mchezolieekinini matumaini yenu sasa? Mechi ya kwanza mme draw, mechi ya pili ndio hapo mmefungwa mechi mechi ya kwanza tumepoteza na mechi ya pili tumepoteza, kwa hiyo hesabu ni ngumu sana, hesabu zimekaa vibaya. Ndani kwa moto ni diwani kata ya Nkende lakini pia ndio mwenyekiti wa halmashauri. Waandishi wa habari, kwanza kabisa nimshukuru sana E, mbunge wa jimbo hili mheshimiwa Michael Kembaki kwa kudhamini hii ligi ya Samia Cup. Na kama unavyofahamu mheshimiwa mheshimiwa mbunge amewekeza fedha nyingi kwa ajili ya kuhamasisha michezo kwa vijana. Na kama unavyofahamu vijana, amini michezo ni ajira na michezo ni, ni, ni afya. Na mimi e, nina timu yangu ninashiriki kupitia timu yangu ya kende ambayo kimsingi leo imeshinda na imeshinda magoli matatu, kwa maana tumetoka na pointi tatu za muhimu. Na mimi kama ambavyo nimekuwa nikiona kiongozi wangu wa kitaifa akifanya maana yake Dkt Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumejifunza kwake na mimi nimejifunza kwake maana yake timu zikifanya vizuri, ametenga magoli ya mama anahita hivyo, na mimi nimetenga e, fedha za magoli ya diwani, na kila goli nimelitengea shilingi elfu ishirini na hapa leo wameshinda magoli matatu, na mimi nimewakabidhi moja kwa moja shilingi elfu sitini Lakini pia hii yote ni kusapoti mchezo, ni kuweka hamasa kwa vijana, lengo vijana wetu waweze kuwa pamoja, waje kuja kuwa pamoja na wawe na kazi ya kufanya, ikiwezekana Mungu akisaidia kwa hao vijana bahati nzuri eh, vijana wote wanaocheza kwenye ligi hii ni wazao wa halmashauri ya mji wa Tarime. Kwa naamini akitokea mmoja au wawili wakaenda timu za kitaifa, wametokea kwenye jimbo la Tarime mjini ambako Michael Kembaki amesau. Kwa hiyo matumaini yangu kwenye ligi hii, hakuna mtu anaweza kusema atashindwa. Mimi matumaini yangu ni kushinda, ni kuendeleza ushindi, hatimaye niweze kuchukua kikombe na kupata fungu nono ambalo mheshimiwa Michael Kembaki ameandaa kwa ajili ya eh, mshindi wa kwanza. E, Mheshimiwa Rais anapofanya hivyo, hata sikufanya kwa level yetu. Maana yake leo nimekuja uwanjani nikatoa hamasa hiyo, kwa kimsingi nimetoa leo, na kadri atakavyonifurahisha nitaendelea kuja nafanya, natoa matamko

katika viwanja vyetu vya Tarime mjini kwa sababu imejikita sana kwa ajili ya wakazi wa, wa, Tarime. Hii hii ligi ambayo ni Samia Kapu, mwana wa Kembaki mbunge wa jimbo la Tarime mjini iendele kuhamasisha kwamba tuendele kujitokeza, na tunaendelea bado, tuna tu siku nyingi za kwenda kucheza. Wale ambao bado hawajafaulu wajipe moyo, kwa sababu bado siku tunazo nyingi, sisi bado tunapatikana. Lakini ukiangalia kama mchezo wa leo umekuwa mzuri sana na watu wamefurahia sana kwa upande zote mbili na timu zote zimefurahia. Totale na, na, na timu ya Nkende ambapo imekuwa vizuri wote kwa ujumla wamefurahia. Lakini pia kesho tutaendelea na michezo ambayo itakuwa ni kati ya Bomani kati ya timu ya Bomani pamoja na timu ya Misangora. Na mimi nitakuwa nimechora vizuri sana ambayo itakuwa ya maana kwa ajili ya kuwakaribisha wote ili tuendelee kushabikia wachezaji wetu na kufurahia hii ligi ya Samia Cup inaendeshwa na mchezaji mwingi ambaye ni